Jambo moja unalotakiwa kuamini kuhusiana na Success Path Network h1 teach1 kwamba hii ni chaneli yako ambayo itakuboreshea sana maisha yako, kufanya maisha yako yawe mepesi, kufahamu mazingira yako na watu wanaokuzunguka pia. Mathalan, topic ya leo, nataka kuongelea maswali kumi ambayo yatakuongoza wewe kuweza kumfahamu mtu vizuri sana, mtu yoyote yule ambaye umekutana naye, labda unaenda kukutana naye kwa mara ya kwanza. Andaa maswali yako kadhaa utamuuliza, lakini ni maswali ambayo utamchimba kisirisiri bila yeye kujua kama yupo kwenye interview ya kipolisi. Karibu sana. Naam, Success Path Network, each one teach one, SD right here. Tumerudi tena. Uh, somo hili ni mwendelezo, kama an extended version ya topic ambayo ilikuwa inasema mbinu saba za kumfahamu mtu vizuri, ambao nilifanya kwenye content iliyopita. Kama hukuiona unaweza kuklik hapa hivi baada ya somo hili, au kaklik hapa baadaye utarudi hapa. Vyovyote vile ni sawa. Sawa, kwenye hiyo nimechambua nime vitu vingi mambo saba ambayo yanaweza kukufanya ukamfahamu mtu. Lakini jambo la mwisho lilikuwa muulize maswali ya kina. Maswali ya kina naita soft but sharp questions ambazo mfano wake ni kama usimuulize mtu anapenda nini, lakini unaweza ukamwacha achague, halafu ukaja kumuuliza kwa nini umechagua ulichochagua. Utajua vitu vingi sana hapo ndani, utajifunza historia, utajifunza passion yake, utajifunza vitu vingi sana. Sasa leo hii tuangalie maswali kumi ambayo ni Soft but sharp questions ni maswali kumi ya kina sana ambayo yatakufanya mtu umfahamu vizuri bila yeye kujua kama unamsoma. Una swali la kwanza ni jambo gani dogo ambalo limewahi kukugusa sana sana, sana? Swali hili litakuonyesha nini, litakufundisha kiwango chake cha hisia, empathy na jinsi anavyoguswa na mazingira au mambo mengine ya watu wengine au mambo aliyofanyiwa au mambo yaliyomtokea Kumbuka, very simple kwamba ni jambo gani dogo ambalo limewahi kukugusa sana. Afu mi tulie kimya, mwache ajielezee. Swali la pili, ukikumbuka utoto wako, ni jambo gani ulikuwa unafanya bila kushurutishwa? Swali hili hufichua passion yake ya asili kabla ya dunia haijamwambia afanye nini. Unajua <laughs> nasema kabla ya dunia haijamwambia afanye nini kwa sababu mara nyingi sana watu wana, zamani kwenye utoto, huwa kuna vitu fulani, watu tunapenda vitu vingi tu sawa, lakini tukishaingia shuleni, vioni kwenye maisha, tunaanza na kuangalia wengine wanafanya nini, moja kwa moja huwa tunajikuta tunaanza kufanya vitu ambavyo ni hamasa ya watu wengine, ni mvuto kwa watu wengine, au ni kufuata mkumbo, pia wakati mwingine au tunaingia tu kwenye mfumo ambao tunauona ndio mfumo mzuri na unalipa na ni sahihi, lakini wale watu kuja kuuliza, unakuta wana vitu vyao fulani. Kwa hiyo hebu mkumbushe mtu, wakati wa utoto wako, jambo gani ulikuwa unalifanya bila kushurutishwa? Hata utajifunza kitu kikubwa sana kuhusu yeye na utaanza kumfahamu, na ukiyafahamu mambo yale, huwa ni mazuri sana ya kuanzisha mjadala, kwa sababu unagusa, ta, umum, ah, unamgusa pa. Hey, noma sana. Jambo la tatu, swali la tatu ni kitu gani huwezi kuvumilia kabisa kwa mtu mwingine? Sawa, so, hapa utagundua nini boundaries mipaka yake, yani anaiweka vipi. Kwa sababu wakati mwingine tunatamani tuna kujua mipaka ya mtu tunayedili naye ili nini, tusimkorofishe tusimkwaze, si ndio? lakini tutaijuaje mipaka yake Lazima tutafute njia ya kumuuliza. Kwa hiyo jaribu kumuuliza kwamba ni kitu gani hawezi kuvumilia kutoka kwa mtu mwingine, utajifunza boundaries zake, utajifunza vitu vinavyomkera na vitu vinavyomchukiza. Utakuwa umewin, my friend. Ukiweza kujua vitu vinavyomkera mtu na vinavyomchukiza mtu, hauvigusi kabisa katika maisha yenu yote mnayotembea naye kwa sababu unakuwa yaani, unakuwa unavyo makini, ushajua. Lakini umevijuaje? Anakwambia bila kujua na hawezi kujua kama umemwambia ili akwambie. So it's like that. Swali la nne. Ni maamuzi gani magumu umewahi kuyafanya maishani? Swali hili linakujenga nini? Swali hili litakufahamisha wewe uweze kujua at least historia au majeraha ambayo amewahi kuyapata, amewahi kuumizwa huko nyuma kivipi. Lakini pia utafahamu vipaumbele vyake vya ndani sana. Kwenye swali gani, ni maamuzi gani magumu umewahi kuyafanya maishani? Watu wote huwa tuna maamuzi magumu tumeyafanya, lakini wakati mwingine huenda usijue mpaka mtu siku atakapokuuliza, au ukijiuliza, ukikaa, ndo unagundua ah, bwana, wakati fulani, ila kuna kitu kilifanya, kilisababisha wewe ufanye hayo maamuzi. Basi hicho kitu kina siri kubwa sana, siri kubwa sana hapo. Historia, majeraha, vipaumbele vya ndani kabisa utavijua kuhusu mtu huyo. Utakuwa umewin ukijua vitu hivyo. Unataka nini tena zaidi kuhusu kumfahamu mtu? Swali tano. Ukipewa siku moja bila kufanya kazi wala majukumu yoyote yale, je, utaitumiaje siku hiyo? Muulize mtu huyo. <laughs> Siku hii itakupa picha ya tabia zake pasipo pressure. Utapata kujua kama ni mvivu, kama ni mbunifu, kama ni mtu wa watu au kama ni mtu wa kujituma, yote utayajua. Kwa sababu swali hili litafungua, yani vitu vingi atakwambia na vitakuwa vinatoka ndani bila yeye kujua. Mtu, hivi ikitokea kama haufanyi kazi kabisa, unaitumiaje hiyo siku? Utajua kitu fulani. Swali la sita. Ni ushauri gani ulishawahi kupewa ukaubeba maisha yako yote sikiza kwa makini tunashauriwa vitu vingi sana vingi tunaviacha vingine tunaondoka navyo muulize tu ni ushauri gani mmoja mkubwa uliwahi kupewa umeushika maisha yako yote yote yote. yote, yote. utapata kujua <clears throat> maarifa ya mahali alikokulia au historia ya maisha yake kiasi fulani utapata kujua na anapoelekea lakini utapata kujua watu waliomlea moja kwa moja utapata. Kwa sababu mara nyingi ushauri kama huu hautoki tu kwa mtu wa ovyo ovyo, ni lazima mtu muhimu sana alimwambia. Mara nyingi watu nasikia, baba yangu aliwahi kuniambia, babu yangu aliwahi kuniambia, mjomba wangu aliwahi kuniambia, mama yangu aliwahi kuniambia, yani nitakutajia wale watu wake wa karibu. Kwa utajifunza kitu, utajua tu kitu fulani, lazima lazima. Lakini pamoja na kujua misingi ya fikra zake, utajua utajua pia uelekeo wa passion yake, anaenda wapi, vitu gani anavithamini kwenye maisha yake. Kwa nini huu ushauri kaushika maisha yote, maisha yote? Kwa sababu kuna kitu anakithamini, ndio maana anakukumbuka ushauri kama sio kitu basi, mtu fulani anamthamini sana. Utajua yote haya, utajua vingi sana. Swali la saba ni kosa gani uliwahi kulifanya maishani na ukajifunza jambo kubwa sana ambalo huwezi kulisahau mpaka leo? Swali hili litakwambia uwezo wake wa kujifunza. Hii nayo ni muhimu sana, kwa sababu tukiwa tuna watu at least tujue uwezo wao katika mambo mbalimbali. Ukiweza kujua mtu uwezo wake wa kujifunza, sio tu hilo lakini swali hili ndugu yangu litakufundisha kuhusu uwezo wake wa kukubali makosa. Kumbuka hii ni skill ambayo sio watu wengi wanayo, na wengi wanapenda kujisafisha, wanakaa pembeni, anakosea, anapenda awe mtu alawama, ananyosha kidole, sio mimi bwana. lakini itakufundisha kitu kama alikosea na anathibitisha mwenyewe, unaona dah, jamani, mtu mzuri. Kwa nini? Kwa sababu anakubali makosa yake aliyokosea, sawa na pia inakuonesha kwamba ni mtu ambaye amekuwa kisaikolojia au yuko katika step ya, ku, ya ukuaji kisaikolojia yaani, mtu ambaye anakuwa. Kwa hiyo ni mtu matured, ni mtu ana akili timamu, ni mtu yuko sawa, kwa sababu kama mtoto mtoto tu bado mambo mengi, na wengi kishoni hajatulia, vigumu sana kujifunza kwenye makosa yoyote, vigumu kukua, vigumu kukubali makosa. Kwa hiyo, lakini haya utayajua unapokuwa makini, unapokuwa umeuliza swali dogo tu, kosa gani ulilofanya kwenye maisha yako na likakufundisha kitu kikubwa sana ambacho huwezi kukisahau mpaka leo? Akikwambia vitu hivyo, ndugu yangu, wewe utakuwa umeshinda. Kwa maswali yako mengi sana, mi nakuletea kumi tu leo, ambayo nakuhakikishia, yani, nakuhakikishia maswali hayo. Kacheza nayo vizuri kwa mtu na nikajaribu, utaanza kuniambia wewe mwenyewe, utaanza kujifunza vitu vingi sana. Swali la nane: ni watu aina gani hukuvutia sana na kwa nini? Aha, kwa nini! Kwa nini ni swali zuri sana Maana ni rahisi kusema bwana fulani fulani au watu fulani, kwa nini ndo swali. Ukiuliza swali hili Itakuonyesha thamani anazoziona yeye kwa watu wengine, kwa sababu haumpendi tu mtu, isipokuwa kuna thamani fulani, kuna certain value you see, ambayo unakuta hata wewe mwenyewe unaipenda na kuitamani, si ndio? Kwa hiyo itakuonyesha kwamba anaona thamani gani kwa watu wengine ambao yeye anawatazama uh, ambazo mara nyingi sana huonesha <laughs> na hii inachekesha inafurahisha kidogo katika kuangalia wale watu anaowa admire, si inakufundisha wewe kwamba nini anakithamini kwa watu wengine au na sasa, kingine cha kufundisha, itakuonesha moja kwa moja nini anacho na nini hana, anatamani kuwa nacho <laughs> itakuonesha nini anacho yeye yeah, yeah, na nini anatamani, anatamani utajua. Okay, so mamba hana hiki, so huyu usimfanyie niki... usanii kwamba nikimtengenezea mazingira ya kumletea hiki au kumfanya apate hiki, huyu aondoke hapa. Ah, kubwa sana hiyo. Tuende swali la tisa, ni jambo gani ambalo watu wengi hawaku, hawalielewi vizuri kuhusu wewe. yaani watu wanadhani wanakuelewa lakini ili jambo hawalielewi vizuri kuhusu wewe. Wewe unalielewa vizuri zaidi kuhusu wewe mwenyewe si ndio? Sasa swali hili huwa linafichua upande wake wa ndani kabisa ambao yeye anataka ueleweke, lakini huwa haukubaliki kirahisi. Yaani watu hawamuelewi. Lakini yeye ana shauku, anakiwa watu wamjue kwamba, bwana mimi ni mtu fulani, si ndio? Kwa mfano kuna <laughs> natamani kuwa mtangazaji kufanya kitu fulani, lakini tukimpa, tukimpa vipindi, utajifunza kitu kikubwa sana. Aha utajua passion yake. Ukijua vitu kama hivi ni rahisi sana kumplizi mtu ambaye unafahamu yeye, yeah, anapenda nini, anataka nini, anataka nini. Very simple. Swali la mwisho la kumi, kama usingekuwa kwenye kazi yako ya sasa. Kila mtu kuna kazi yake anafanya ya, si ndio? kama usingekuwa kwenye kazi yako hii ya sasa hivi ungefanya kazi gani nyingine? <laughs> swali hili litakuonyesha hamu alionayo, ndoto alizonazo, labda ziliwahi kuzimwa huko nyuma au ana identity fulani ambayo ni yani, yani utambulisho fulani ambao yeye anao ila haujawahi kuonekana au umefichwa au umefunikwa na watu, au kuna watu wamesababishia asitokezee, asitoboe, asiendelee mbele, lakini anaamini kwamba kuna kitu fulani anacho. Sawa, utajua. Kwa mfano swali hili, kama ungeniuliza uskuta, ungejua vitu vingi sana, ungejua kwamba, ah kumbe kumbe, pia ni mchoraji mzuri, kumbe angeweza kuwa kucheza mpira mmoja noma sana. Ungejua, utajua, vipaji vyake vingi vingine. Kwa maana hiyo, vitu kama hivi vinakusaidia sana katika siku nyingine huko mbele, katika maongezi yenu mengine, ukiwataka kumchota, kumweka karibu story, unagusa vitu vyake anavyovipenda akiondoka anakuja kukushangaza. Hey bwana, yule jamaa yani yuko pisi, yuko fresh. Yani mtu ukiongea naye uchoke, unapenda tu kuongea naye, hakuna kwa sababu anakujua. So niambie umepata nini kutoka kwenye somo hili? Kile ambacho umejifunza kile niandikia hapo chini kwenye comment section, na pia naomba nijifunze pia kutoka kwako. Mimi nimetaja kumi tu, hebu niambie, niambie pia maswali gani mengine unadhani tukimuuliza mtu yatatusaidia sisi tuweze kumjua zaidi. I'd love to know that. Please, please, please. Let me read those questions down there. Hii sio content ya kusimama, okay, share kwa watu wako wengi, itawasaidia vitu vingi sana. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Khalid bin Omar kutoka Kish TV ameniambia hivi, bro, naomba uongelee hivi, ni maswali gani unaweza kumuuliza mwanaume au mwanamke ili kuweza kujua kama anafaa kuwa mwenza wako wa maisha. Sasa naomba kitu kimoja. Mtu mmoja tu akiniuliza mimi ah, naona kama haina nguvu sana. Hebu naomba nisikie kutoka kwako kwa. Unaonaje hii topic? Unapenda nilete au niachane nayo? Nione namba ya comments ambazo zinasema bwana, hiyo ije, tupe hiyo comment basi. Itakuwa itakuwa ya content katika 4 um, 5 album inayofuata um, au 2 3 za hapa mbele, hapa siku kadhaa. Endelea kuwepo na sisi hii ni Success Path Network, each one teach one, one sehemu yako maalum kabisa ya kujifunza vitu vingi sana kwenye maisha, na kushukuru sana bwana Noel nyuma ya kamera, na kushukuru sana wewe kufuatilia. Mimi naitwa Esden Jumanne, till next time, bye bye.